Imeanza Kenya pale, ndivyo wanavyofanya Kenya sasa hivi. Sasa msidhani nyinyi hapa Tanzania mnayo bahati ya ajabu sana, mnaweza kuanza fujo za ovyohovyo ovyo tu alafu mkapona. Sheria ni ile ile tu, inayowapata wa Kenya itawapata na nyinyi. Mkishaanza kuvunja misingi fulani fulani, mtalipa adhabu yake, lazima. Mambo ya dini, kuingiza ingiza dini dini inakuwa ni sehemu ya siasa, tuache kabisa ukabila unakuwa ni sehemu ya siasa, tuache kabisa kwamba anahukumiwa mtu, tunamhukumu mtu kwa sababu ya dini au tunamhukumu mtu kwa sababu ya, ya, ya kabila lake. Tuache mahubiri ya chuki, yasiwe sehemu ya maisha yetu. Tusiwe maaskofu tunahubiri chuki makanisani. Kuhubiri chuki si sehemu ya dini yoyote ile. Tusidhani tunayo sababu nzuri sana ya kuanza kutukana Waislamu makanisani, hata kidogo. Hatuna dhambi yule mwalimu tunayemfata hakusema hivyo. Amesema tuwapende maadui zetu. Amesema tusishindane katika maovu, tushindane katika kutenda mema. Lakini hapa Tanzania sasa hivi naona yako mashindano ya maovu. Akisimama shehe moja msikitini akatukana sana, atatokea padri na yeye asimame na yeye atukane sana. Hawa wanafanya kazi ya shetani wote. Mama Yuko Kazini.